Halo, utashangaa nimeshika hii kipaza sauti. Wote waliosimama hapo utadhani hii kipaza sauti haiongei, lakini hii kipaza sauti haitaki mtu mwoga. Mimi nimesimama hapa nikiwa shupavu wa wanaume na wanawake. Nimetoka pale Kilifi, lakini kura yangu nimebadilisha kwa uchungu ya hii Tana River County. Nilipokuja huku nimekuja mwaka wa 2009. Nimepokelewa hapa Gubani, hapa Gubani, hapa Madingo, nimeishi pale Handaraku Ongonyo. Utashangaa na zijua zote, nimekuja hapa, nimetoka hapa, nimeingia mpaka Samicha pale, hapa chini Shirikisho nimeishi, nimeenda Mwanja kote na kujua utashangaa mimi ni mtu wa aina gani, lakini cha kushangaza kitu ambacho kilinifanya mimi niitwe hafswa mimi siitwi hafswa lakini nilibadilishwa huku, na mimi nikasema inshallah, kwa rehema za Mungu nimekubali mm. mimi ninaitwa Mama Grace toka mwaka wa elfu mbili na tisa kipindi cha kura nilipokuja hapa kimepigwa, saa hii kiko na miaka ishirini vipindi nne, lakini kila nikikuja ule uhai wa hii siasa nimesimama hapa, poleni, nitapoteza muda wenu, lakini nilidaisha siasa ikianza kwa yule mtu mmempenda. Nataka kutembea na nyinyi na hii Tana River County itabadilika <klos> la kwanza, siasa ni wajibu wako kama mwananchi. Huyu kiongozi ni mtumwa wetu, inatakikana huyu kiongozi tukimchegua asikize maslaha ya mwananchi, la kwanza tunapompatia kura zetu ni lazima arudi tena na kuunda komiti kuuliza sisi kama sisi katika wodi yetu tunahitaji nini. Hiyo ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili ni lazima tutambue kazi ya MCA, tutambue kazi ya mbunge, tutambue kazi ya women rep na tutambue kazi ya governor. Ugatuzi ilipowekwa, nyinyi mmepoteza chansi na inaisha kwa sababu ya kulaumu Ruto. Tumeachia gavana pesa zenu za miradi pale county, zinaregeshwa eti hakuna la kufanya huko. Siku moja nikikuja, upande wa mafuriko, ikifirika hapa, gavana alikuja ati anataka, ati anauliza nyinyi mnataka kufanyiwa nini? Kwani yeye hajui kunatakikana nini? nilipouliza niliambiwa ya kwamba eti nyinyi mmesema mnataka magunia mjaze mchanga, mbali na kutaka daraja. Nikauliza, kwani huyu ni kumbavu? Ilinikasirisha tukipanda kwa gari. Uhai wa kwanza wa binadamu katika hii siasa, unapopiga siasa wewe kama na mimi tunapiga siasa kwa sababu ya mazingira safi Mazingira safi mwanzo ukitoka hapa Adam. Kongole mimi niliuliza usione nimesimama hapa kichafu niko no, na wewe niangalie na ukitoka taka namba yangu alafu nitashikana na mbunge wako na safari itakuwa moja. Wazee karibuni, mimi naitwa Mama Grace. Nataka tubadilike, nataka tubadilishe siasa ya huku iliyotuharibu sisi tunataka pesa na cha leo leo. Tukija tukipawatiwa elfu, elfu ya mogoka, hii kipindi ya leo mtabadilika nyote nyinyi yeah. Gen Z hamna kura, urongo ama kweli? nyinyi mnapiga mdomo halafu hamtaki kuchukua kura. Safari hii Gen Z tuwasimamie wachukue kura wote, Gen Z tuingie kwa kinamama wachukue kura wote. Tunapopata hiyo kura, Adamu, tafadhali barabara ibadilike. Yaani ninatoka kule kwa hii kipindi yote, utajiri wote natoa hapa hapa kwenu, lakini barabara haitengenezwi. Eti pesa inakuja kule bungeni, eti hamna vya kuifanyia miradi. Hakuna chochote chenye kinapelekwa na MCA wenu. Amesahau MCA kazi yake ya kwanza ni hii barabara kwa mazingira safi ya binadamu. Hakuna barabara hata moja mmefanyiwa. Ukifika mkapi, ukifika Mpeketoni, Kabrozi, mpaka ndani ya nyumba watu wametengenezewa. Tuko nyuma ama tuko nyuma? Kwani huku sisi tunaambiwa tu mayonda, ni mayonda kweli? Wakati wa kura si wanakuja? Si nyinyi? Angalia mimi nimeona maajabu. Huyu Adamu hata haina haja ya kupiga kampeni. Si nyinyi mme, mmeondosha kabla. Hiyo dole samicha shirikisho cha mwanamuma si mmempitisha tari huyu. Kwani kura za MCA ni ngapi? Nataka nimuulize MCA anapitana kura ngapi? Tena mkono uchungu nyinyi. Sitima hakuna. Mtajiendeleza nini? Sitima hakuna, barabara hakuna. Hivi basi kuseme kuna nyesha leo, na mimi nataka kesho niende nyumbani, nitalala huku huku, gari inapakia mbele zoni, huku hakuna watu. Hii barabara haijapasishwa, hakuna pesa huko bungeni. Wanasema hakuna miradi ya kufanya, pesa zinarudi. Mkitoka hapa mnalaumu Ruto, kwa mara ya kwanza kabisa, aminini, Ruto ndo rais, lakini hawa viongozi wenu mliochagua, mkitoka hapa nendeni muchague viongozi, si bora viongozi. Inaniuma sana, yeah. Nataka niwaulize wazee wangu, mimi nimebadilisha kura na nitapiga huku, mnanikaribisha? Yeah. e, mimi ni mtu wa hapa Goshi, naishi pale Darga ni, mzee, ni, ma, ni mtoto wa Maulidi yani Maulidi kauma unashangaa, eh? Yeah. Nimepokelewa pale Niko na miaka kumi na ine pale kijijini. Nimejenga na niko na nyumba yangu. Simkaribie. Ile familia nyinyi, jamii nimewapenda, wapokomo nimewapenda. Nilipoingia mimi hapa vita ilikuwa imeisha. Muhammad akaniambia hapa kuna vita sana, nikamwambia nilivyoingia vita nimekomesha, kwa Mwenyezi Mungu inshallah hakutakuwa vita tena. Umeona, vita ni kitu ya ajabu, hata tushikane sisi. Tunajua ukichaguliwa na wananchi wamekupenda na wanatarajia waone mavuno mavuno yetu ni kutengenezewa vitu vizuri. Mavuno yetu sikuturidishana vibinafsi ama kashilingi kamoja. Tunataka tuone watoto wetu wakisoma. Hebu jipigieni makofi wanaume. akia mgu, mna mbegu za kutosha kabisa. Nimekuja hapa nikafanya nini? Unajua, nikahisabu vile vijenzi Yaani, kura zinazokuja, haki ya Mungu kabisa, zinatosha kabisa kabisa. Vijenzi karibu mia nne, mimi nime vihesabu vikitoka. Ukisema simama, na ni kazi ya wanaume, lakini tuna mahali pamoja tunasahau, hatujui maana ya siasa ni nini. Tunapopeana huyu huyu Adamu huyu, sisi tunajua maana ya siasa. Sasa na nimekasirika, kile ambacho nimekitoa huku nataka kirudi, na kitarudi tukishikana na huyu Adamu. Barabara iwe safi Stima ziingie watutengeneze, hata mifereji bwana, hala vile visima vile, wakituwekea sola na ile mifereji. kwani hamtaki kuorganishwa nyinyi? hamtaki kuorganishwa hiyo hii? Visima yenu ina maji tamu sana, na ana uwezo huyu Adam wa kutengeneza kisima kikubwa. Stima zikiingia, tukafanywa connection, tukaekewa mifereji ndani ya nyumba, na hakika walahi bilahi, na mimi mkatakata kama mimi eh. Eh, si tuko pamoja eh? wazetu kiwapenda, nataka nimmalizie si kuna msemo mmoja kule kwetu inasema hivi, mapenzi na kuzaa ni vitu mbili tofauti. Nauliza na wanaume, ni kweli ama ni uongo? Unaweza kuzalisha lakini mapenzi ukawa hujui, maanake tamanio la moyo wako si kuzalishwa. Eh, si ni kweli eh? unaweza kuzalisha lakini mapenzi ukawa hujui. Sasa kuzalisha tunazalishwa, lakini mapenzi hatujapata. Adam, badilisha mapenzi, sasa hatutaki kuzaa tena tuko pamoja na tutatembea pamoja na tutas, tutasimama na viongozi wenye wanataka kubadilisha hii katika. Ngoja nimwambie katika huu ulimwengu mzima ambao huyu Ruto anaongoza, hii Tana River county ndio ya mwisho. Maanake pesa zinakuja na zinarudi, kwa sababu hakuna chochote ambacho mnataka kufanyiwa. Ni samaki baharini na mayonda, simbarikiwe. Mnataka hiyo, mnataka wa mama Wamama, chagueni women rep ambaye yeye women rep atasimama kama nyinyi na vijana. Kuna pesa ya women rep mlipata nyinyi? sisi kule, tunalea ng'ombe za waziwa kule na ukipewa yeah. Na women rep hakirudi. Sasa nataka nimwerevushe, tuko bampa tu bampa. Kama ni women rep adam tuletee, kama ni mbunge utakayesimama hapo tujue ni nani, na kama ni gavana tujue ni nani. Na niko na wewe, bampa tu bampa, na inshallah, mbele za Mwenyezi Mungu tutafaulu safari hii. Barikiwe sana jamani, mama amechangamsha, mpeni makofi jamani, mpeni makofi tena.